Mafanikio yanayofanywa na daktari katika serikali ya awamu ya sita inapelekea kuofisha vyama vya upinzani kuweza kuaminiwa na wananchi, pengine kuweza kushinda nafasi mbalimbali katika chaguzi mbalimbali ambazo zinafanyika. Okay, um, utendaji wa Mheshimiwa Rais ni wa kiwango cha juu sana. Umeelewa? uh -huh. Na ndo changamoto ambayo mimi naweza nikaiona kuelekea uchaguzi ambao tunauelekea wa 2025. Lakini na uh -huh. Naweza nikasema changamoto kubwa Ambayo ko, Lakin, nafasi ambayo anaisimamia nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania si unaelewa lakini kiuhalisia ukija kwenye hizi nafasi ambazo zinapatia tunaongelea kwenye nafasi za ubunge kushuka huko chini wananchi sio wapumbavu umeelewa sio kwa nini nasema hivi nasema hivyo kwa sababu uh, ambao tunaishi pamoja tuko mitaani sisi tuna viongozi ambao tunawaita ni wabunge wetu madiwani na watu wengine tunaona mahadi ambayo aliyatoa huko nyuma mimi naishi jimbo la Kawe, tuliaidiwa. Kuna bwana mkubwa pale aliaidi magreda. Sasa uongo kama ule huwezi kumwambia kusema Mama Samia atambeba mtu kama yule yule, hmm. Ni muongo ambaye astahili kuongoza. Sasa katika nafasi aliyopo, tunahitaji watu ambao ni wasafi katika mioyo yao na katika maneno wanayotamka. Kwa hivyo binafsi sisi kama wapinzani wito ni mmoja tu, tunataka wanaosimamia uh, chaguzi hizi wasiwe baya sitizame, kuangalia anayempa ki eh? Mm. Anayempa kula basi akamthamini yeye. Tunajua chama tawala kina mikono mirefu, kinafika pahala pengi, lakini katika uchaguzi huu tunaoendea ni maombi yetu, tunataka kwamba uh, tu, wasimamie katika haki. Tunajua tuko nje ya muda na hata nikisema uh, wanachokitaka wenzetu wa Chadema wako nje mm -hmm. ya muda. Mimi binafsi ukiniuliza, hatuko hatuhitaji maswala ya reform sasa hivi, tunataka tuingie ndani, kipigwe, atakayepigwa apigwe, akae benchi, mambo mm -hmm. mengine yaendelee mm -hmm. so. Alafu tutakuja mm -hmm. mbele ya huko, baada ya uchaguzi, tutaanza kutafutana sasa kwenye maswala ya katiba mpya na maeneo mengine. ADC ni moja kati mm ya -hmm.